Katika salamu zake, spika wa Bunge Mheshimiwa Job Ndugai amemwelezea Marehemu Sitta kama kiongozi wa mfano na aliyefikisha Bunge hapo lilipo baada ya kufanya maboresho baadhi ya kanuni na sheria za Bunge, kwani alitaka kuongoza Bunge lenye meno. Aliweza kusimamia mabadiliko, maboresho, na hivyo katika Bunge la tisa tulikuwa na Bunge makini lenye demokrasia ya ndani na lenye uwezo wa kuishauri na kuisimamia serikali kutimiza wajibu wake kwa wananchi kwa misingi ya haki na kwa ufanisi mkubwa. Naye waziri mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa katika salamu zake amesema watamkumbuka kwa kusimamia ukweli, huku kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni Mheshimiwa Freeman Mbowe akisema kuwa upinzani watamkumbuka kwani hakuwa mbaguzi wa kiitikadi na wala hakuwa mwoga kupigania alichoamini. Mzee huyu aliamini katika kupigania haki za kila aliyemwongoza. Wote ni mashahidi. Mzee Sitta hakusita wakati wote kutaka bunge hili lisimame kama mhimili ambao unaithibiti na, na kuisimamia serikali, lakini wakati huo huo hakusita kuitetea serikali alipoona serikali inastahili kutetewa. Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Harrison Makembe akaliza wabunge pale alipopata nafasi ya kumsalia baada ya kuanza kulia, ambapo akizungumza na ITV mara baada ya zoezi la kuuaga mwili wa spika mstaafu, baadhi ya wabunge waliowahi kufanya naye kazi wamesema. <laughs> Amen. Kwa Bunge la Tanzania nikiangalia kanuni zote za Tanzania hizi za bunge letu, amemwanzilishi mkubwa ni yeye, alianzisha na kuzisimamia vizuri zaidi na mpaka leo hii unaona bunge letu limeweza kuwa bunge la mfano, kwa sababu limekuwa bunge ambalo lina aksi harisia ya demokrasia, lina aksi harisia ya uwajibikaji, lina aksi harisia ya utendaji kazi uliokutukuka. Tumekuta vigezo na misingi aliyoiweka ya kulifanya chombo, chombo cha bunge kuwa ni muhimili unaosimama peke yake. Hilo ni jambo ambalo misingi yake ni hii ambayo na sisi tunaiishi katika kipindi cha sasa. Katika tukio lingine, bunge limeshindwa kuendelea na shughuli zake baada ya mbunge wa Dimani Zanzibar Marehemu Hafidh Ali Tahir kufariki dunia na badala yake wametumia muda huo kuaga mwili wake kabla ya kusafirishwa kuelekea visiwani Zanzibar ambapo vilio na simanzi vilitawala katika viwanja vya Bunge <tipa> baada ya kutoa heshima za mwisho ndani ya ukumbi wa Bunge, jeneza lililobeba mwili huo likatolewa nje. Na mkutano wa tano wa bunge ambao umejadili miswada miwili ya huduma za vyombo vya habari na marekebisho ya sheria mbalimbali, pamoja na kusomewa taarifa za kamati ya hesabu za serikali na hesabu za serikali za mitaa umefungwa rasmi. Na Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa ilitakiwa kutoa hotuba ya kuahirisha mkutano wa tano wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuisoma hapa mbele yenu. Katika mazingira haya sitaweza kusoma hotuba yangu. Naomba sana itoshe na iridhiwe nanyi kuwa hotuba hii iingie katika Hansard na kuweka katika tovuti ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tovuti nyingine zote za serikali. Mheshimiwa Spika, kwa makofi haya inaashiria kwamba waheshimiwa wabunge mmeridhia Mheshimiwa Spika, hivyo basi, baada ya maelezo haya, ninaomba kutoa hoja kuwa bunge lako tukufu sasa liahirishwe hadi tarehe 31 mwezi Januari mwaka 2016. Ni baadhi ya wabunge wakipita kutoa heshima zao za mwisho katika ukumbi wa Bunge. Nikiripoti kutoka bungeni mjini Dodoma, mimi ni Ufosaro wa ITV.